Halo, habari, karibuni Pedals and Roses Stories. Ninaitwa Rose, ninaishi na VVU. Karibuni sana kwenye chano ya Pedals and Roses Stories. Leo nataka nizungumzie mambo matano, na mambo nayotaka kuyazungumzia ni faida za kupima HIV. Faida ya kwanza ni kuwa na uhakika wa afya yako. Namba mbili, kupima ni rahisi, bure na ni siri yako. Namba tatu, chukua hatua kuhusu afya yako na uishi salama. Namba nne, unakuwa salama na mwenza wako anakuwa salama, na wewe mwenyewe unakuwa salama katika afya yako. Namba tano, utapata matibabu haya kuwa na afya na uhakika wa afya yako. Unapopima unajua kwamba una maambukizi ya VVU au huna maambukizi ya VVU, kwa ile ule woga au ile wasiwasi unakuwa huna tayari, unakuwa na uhakika wa afya yako, yaani unajua kabisa kwamba kwa mfano nimepima jana eh? majibu yamekuja sina una uhakika. Hata baada ya miezi mitatu ukienda ukarudia, unakuta majibu yamerudi ni negative, unakuwa na uhakika wa afya yako. Kwa hiyo huwezi hata ile kuishi kwa wasiwasi au kuishi kwa woga kunakuwa hakupo. alafu kupima ni rahisi, kupima ni bure, kupima hakuna gharama, na kupima ni siri yako wewe. unaona labda wewe mwenyewe ndo uamue kumwambia mtu. Ukipima, hakuna mtu atakayejua umekwenda kupima mpaka wewe mwenyewe useme, na majibu yakitoka, kama ni negative au iwe positive, hakuna mtu atakayejua mpaka wewe mwenyewe uamue kuwaeleza watu, kama mimi ambavyo nimeamua kuja hapa ninaelimisha naona lakini wakati kabla sijaje hapa kuelimisha, hakuna aliyekuwa anajua, labda wachache ambao nilikuwa mimi mwenyewe nimeamua kuwaeleza au wamesikia kwa watu. Halafu mfano kama hapa UK unaweza ukapima kwenye community organizations, zinapima kwa general practitioners GP, wanapima, unaweza vile vile pia ukapima ukiwa nyumbani ukaletewa vipimo cha kutesti na ukapima ukiwa nyumbani kama utaki kwenda kwenye hizo community organization, utaki kwenda kwa GP, au utaki kwenda kwenye sexual health clinic. Na kwa nyumbani Tanzania, nafikiri wanapima kwenye, kuna vituo vya kupimia, kuna kliniki za kupima, hospitali wanapima. Kwa hiyo ni kupima, ni rahisi. Kupima ni bure na ni siri yako, hakuna mtu ambaye anajua. Alafu chukua hatua kuhusu afya yako na uishi salama. Kwa sababu gani? kama majibu ni negative, tayari ni negative, una uhakika wa kuishi salama. Kama majibu ni positive moja kwa moja unaanza matibabu, kwa sababu sasa hivi dawa zipo, sio kama zamani kwamba utasubiri. Hapana, sasa hivi dawa zipo. Kwa hiyo kama majibu yamerudi yako positive, unaanza matibabu moja kwa moja, hauchelewi wala hausubiri tena. Alafu unakuwa salama na mwenza wako anakuwa salama na mwenye afya. Ni rahisi sana ukinga wengine, yaani, ukisha pima ukajua, ni rahisi sana kumkinga watu wengine, kwa sababu umepima, umejua kwamba kwa bahati mbaya, kwamba labda unavyo, labda uwe na dhamira ya kuambukiza watu wengine, moja kwa moja unaanza dawa na ndani ya siku tisini unakuwa undetectable. Na ukisha kuwa undetectable, ina maana huwezi kuambukiza watu wengine au kuambukiza mtu mwingine. Naona unakuwa salama na, na mwenye uhakika wa afya yako. Ni rahisi sana kukinga wengine ukishajua afya yako, naona alafu utapata matibabu. Ukisha pima na ukajulikana kwamba unavyo VVU, moja kwa moja unaanza matibabu mtu mwenye VVU kuanza mapema matibabu ni jambo la muhimu sana kwa sababu jinsi unavyoanza matibabu mapema, ni vizuri kwa ajili ya afya yako. Unapokuwa undetectable, hauwezi kuambukiza watu wengine, tofauti na mtu ambaye anachelewa. Unajua kuna watu wengine mpaka sasa hivi bado wanakufa kwa ukimwi, yani AIDS hasa vijijini au watu wale ambao wanajificha. Hata kama anaumwa anajificha ndani na ndugu pia wanamficha ndani, hawataki kumtoa kumpeleka hospitali. Kwa hiyo anapokuja kumpeleka hospitali, huyu mtu anakuwa ameisha choka, unaona. Kwa hiyo anakufa kwa AIDS, wakati tayari dawa za kufubaza VVU zipo. Kwa hiyo ndugu zangu, za ninachowaomba nyakati hizi tulizo nazo sio za mtu kufa kwa AIDS au ukimwi. Yaani dawa zipo, mtu anakunywa, VVU vinafubaa, anapona, anaishi maisha ya kawaida kama wengine wanavyoishi maisha yao, anafanya shughuli zake, anafanya mambo yake ya maendeleo, kama ana familia, analea familia yake. Kwa hiyo yeyote utakayekutana na video hii kama una ndugu au rafiki au jirani ambaye unamwona yuko ndani amelala anaumwa, hujui anaumwa nini, mpeleke hospitali, aende akapime ili ajulikane anasumbuliwa na kitu gani. Msimfiche ndani, wapeni upendo watu wanaoishi na VVU. Upendo unaongeza uhai, upendo ni tiba, upendo ni dawa na wewe mwenye VVU usikate tamaa, usilale ndani, usijifiche toka nje, nenda hospitali ukapate tiba, ukapate huduma. Nafikiri nimeeleweka. Nilichotaka kukizungumzia leo, mambo matano ya kuzingatia au faida za kupima HIV: kuwa na uhakika wa afya yako Kupima ni rahisi, ni bure na ni siri yako. Chukua hatua kuhusu afya yako na uishi salama. Unakuwa salama na mwenza wako anakuwa salama, na afya zenu zinakuwa ni nzuri, salama salimini. Mwisho, unapata matibabu kama umegundulika, unapata matibabu haraka iwezekanavyo na ndani ya siku 90 utakuwa undetectable. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni tena Pedals and Roses Stories. Msisahau kucomment, kulike video hii, kusubscribe kwenye hii channel ya Pedals and Roses Stories na msisahau kushare video hii. Asanteni sana.